Miaka sio mingi iliyopita katika kitongoji cha Maweni kilichoko nje kidogo ya mji wa Lamu, kulikuwa na mwanaume mmoja aliyeitwa Juma. Juma alijulikana sana mtaani, si kwa kazi yake au wema wake, bali kwa muonekano wake maridadi, ucheshi na jinsi alivyolagai wanawake na kuacha na mioyo iliyovunjika. Mchana alionekana kama mume wa heshima. Mkewe Saida alikuwa binti mpole aliyemiliki duka dogo la vitu vya matumizi ya nyumbani karibu na bandari. Lakini usiku ulipowadia, Juma alizurura kwenye mabaa na kona za uficho, akifuatilia mabinti na starehe za muda mfupi. Wazee walikuwa wanamwonya mara kwa mara kwa sauti za chini walipokuwa wakinywa kahawa, wakamwambia, una mke mzuri, Juma, na anayejiheshimu anini usturie, kuna siku takujavamia magonjwa au mabalaa. Juma aliwacheka tu, akajiona mwamba na kuendelea kutamba kama jogo maridadi wa mjini. Siku moja ya Alhamisi usiku, baada ya kunywa pombe nyingi katika moja ya baa aliyoipendelea iliyokuwa ufukweni, hatima ya Juma ilibadilika. Mwezi ulikuwa mpevu ukitoa mwanga wa manjano ukiangaza vivuri vya miti ya kando ya barabara ya pwani. Yuma alikuwa akiendesha gari lake bovu kupita katika barabara hiyo ya pwani. Harufu ya hafifu ya chumvi ya bahari iliyochanganyika na manukato ilijaa hewani. Mara akamuona binti ambaye alikuwa akitembea peke yake pembeni mwa barabara kwa mwendo wa mada. Kichwa cha binti huyo kilikuwa kimefunikwa na kitambaa lakini uso wake ulikuwa uking'ara chini ya mwanga wa mwezi. Alitembea kwa utulivu kana kwamba alikuwa akimsubiri Juma. Juma alipunguza mwendo, akashusha dirisha, akafungua mlango na kutabasamu, akasema, habari mrembo, unahitaji lifti? Binti akageuka na kumtazama macho yake yalikuwa yaking'aa na sura yake ikiwa na uzuri ambao Juma alikuwa hajawahi uona toka azaliwe. Binti akatembea akasogea karibu na gari, harufu ya manukato yake ikamfikia Juma. Ilikuwa ya ajabu, kama mchanganyiko wa viungo mbalimbali, maua na magamba ya miti yenye manukato. Harufu ya manukato hayo ilimuingia Juma kichwani kama ulevi wa pombe kali. Yule binti akasema, nipeleke mahali tulivu, alinong'ona kwa sauti ya kikimya iliyotulia kama maji ya mtungini. Juma alitikisa kichwa polepole, akafungua mlango wa pili na yule binti akaingia kwenye gari. Yule binti alijitambulisha, akasema jina lake ni Maimuna. Walipofika katika lodge ndogo ambayo ilikuwa pembezoni mwa mji ambayo Juma alifahamu vema, alizoea kwenda kwa ajili ya mambo yake mengine. Juma alijiona mshindi tena, lakini ndani kabisa kitu fulani kilimsumbua: ukimya wa Maimuna na manukato yake ya kipekee na macho yake ambayo yalikuwa hayapepesi. Walipoingia chumbani, Juma alimkaribia kwa pupa, lakini Maimuna alimsukuma kwa upoho, yakasema subiri, so kwanza itoe ushungi wangu. Alipotoa ushungi Juma alipigwa na butwa. Urembo wa Maimuna uligeuka kuwa wa kutisha kwenye mwanga wa hafifu. Hata macho yake yalianza kung'aa kwa rangi ya dhahabu, meno yake ambayo awali yalikuwa meupe na kuvutia sasa yalikuwa makali yaliochomoza kama ya mbwa mwitu. Harufu ya manukato ikawa nzito sasa ikiwa kama vile imechanganyika na harufu ya damu na vitu vinavyoungua kwa moto. Unajua kwa nini natembea usiku? Juma aliuliza, sauti yake akijirudia kama mwangwi kana kwamba inatoka mbali sana. Wanaume kama wewe, wasaliti, walafi, waongo ndio chakula changu. Woga mwingi ulimwingia Juma. Alijaribu kupiga kelele, kukimbia, lakini viungo vyake vilikuwa kama vimeganda. Mikono yake mwenyewe ilimkandamiza kifuani, uzito wake ukimlaza chini. Mwangaza hata ukaanza kutetemeka, kisha ukazima kabisa. Na katika giza, Maimuna akamfyanza damu yote Juma. Asubuhi iliyofuata mfanyakazi wa loji hufanya usafi alikuta mlango wa chumba ukiwa wazi. Mwili wa Juma ulikuwa umelala kitandani, hana uhai, damu yote ikiwa imetoweka. Uso wake ulikuwa bado una hofu ya milele. Hapo kuwepo na ishara ya mwanamke, ni harufu tu iliyobaki hewani, ya mchanganyiko wa maua, viungo na kama moshi, kama manukato ya mazishi bustanini. Mtaani uvumi ulienea haraka. Wengine walisema Juma alikufa kwa mshtuko wa moyo, lakini walionong'ona kwa sauti za chini chini walijua zaidi. Hadithi za kale kuhusu jini Maimuna, aina ya jini wanaotembea usiku wakiwa na sura nzuri na manukato ya kuvutia, wakitafuta wanaume waovu. Saida hakulia, aliomboleza, lakini machozi hayakutoka. Akasema, acha akapumzike na tamaa za dunia wakati akiongea na shehe. Na hivyo Juma akawa jina lingine katika kumbukumbu ndefu mjini hapo, onyo linalosimuliwa jioni kwa vijana wa hovyo. Na pale harufu isiyo ya kawaida inapoelekea katika baadhi ya mitaa kule Lamu, akina mama wazee hufunga milango na madirisha yao, maana wanajua Maimuna bado anatembea. Asanteni sana kwa kuangalia na kusikiliza hadithi hii. Je, umejifunza nini leo? Na je, umeshawahi kusikia tukio lolote kama hili? Kama utapenda kuendelea kuangalia na kusikiliza masimulizi kama haya, usisahau kucomment, subscribe katika channel hii. Pia usisahau kushare na wenzio, ili wote tuburudike kwa hadithi hizi za Kiswahili. Halitutapokutana tena wakati mwingine kwa herini.